Jana Jumatatu mjini Luanda ulifanyika mkutano uliowashirikisha viongozi mbalimbali mbali na kutolewa mwito wa vita kusitishwa. Katika taarifa yake, Joao Lorenco alitoa mwito huo akizitaka pande zote zinazohusika na mgogoro huo wa Mashariki mwa Kongo kutangaza utekelezaji wa usitishaji vita katika muda uliokubaliwa chini ya makubaliano yaliyofikiwa Doha mwezi Oktoba mwaka 2025. Tamko hilo la Lorenco lilisainiwa na Chisekedi pamoja na kiongozi wa Togo na rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo, ambao waliteuliwa kwa pamoja kama wasuluhishi na wasimamizi wa Umoja wa Afrika wa mchakato wa amani wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Viongozi hao pia walitangaza kuunga mkono makubaliano yaliyosimamiwa na Marekani, wakisema Angola itawajibika kuanzisha mashauriano pamoja na pande zote zinazohusika upande wa Congo. Qatar kwa miezi kadhaa imekuwa ikiendesha juhudi za usuluhishi kati ya serikali ya Congo na M23 na ahadi ya kuzingatia makubaliano ya kusitisha vita ilisainiwa mwezi Julai. Wakati juhudi za kutafuta amani zikiendelea ndani ya Congo kwenyewe, ripoti za jeshi zilizotolewa jana zimesema waasi wanaoungwa mkono na kundi linalojiita Dola la Kiislamu walishambulia mwishoni mwa juma katika kijiji kimoja mashariki mwa nchi hiyo na kuua takriban watu 20. Shambulio hilo lililofanywa na waasi wa Allied Democratic Forces, ADF lilitokea Jumamosi kwenye kijiji cha Mambimbi Isogo katika eneo la Lubero mkoani Kivu Kaskazini, kwa mujibu wa ripoti ya kiongozi wa jeshi kwenye eneo hilo, Kanali Alan Kiwewa Mitela. Hata hivyo kundi la ADF halikutoa tamko lolote kwa haraka, japo imeelezwa kwamba shambulio hilo walilolifanya lilisababisha wakazi chungu nzima kuachwa bila makazi na kuongeza makali ya hali mbaya ya kibinadamu inayoshuhudiwa Wanaharakati wa mashirika ya kiraia kwenye eneo hilo wamesema waasi hao walianza kuvamia mashamba kadhaa kabla ya kuwageukia raia na kuwashambulia kwa visu na kuwafyatulia risasi.